Lakini kikubwa kilichonileta kwenye hivi viwanda viwili ni namna ambavyo uzalishaji wao hauendani na malipo yao ya kodi. Uh, taarifa za awali zinaonyesha utaratibu wao wa, wa uzalishaji hauna rekodi sahihi, na hivyo kutopata kile kiasi walichozalisha na wanachouza. Taarifa zimeonyesha pia mauzo yao mengi hayaweki benki, na wanatumia baadhi ya waliowaajiri e, kuweka kwenye akaunti zao, lakini taarifa zinaonyesha sio wao na wengine wenyewe, kwamba hata mauzo ya baadhi, manunuzi ya baadhi ya wafanyabiashara ambao wananunua bidhaa nchi mbalimbali ikiwemo mbali China wao, kwa sababu wana uhusiano na hizo nchi, wale wafanyabiashara wanawapa pesa hapa, na wale wakienda nchi za nje wanaenda kuchukua hela kule. Kwa hiyo inapoteza tracking ya transaction na flow ya mauzo yao. Umekubaliana nao kwamba utaratibu huo ni moja ya skimu ya ukwepaji kodi na kutotoa risiti ni moja ya skimu ya ukwepaji kodi, ulichokubaliana na hawa na hivi viwanda niivyovitembelea, kwanza eh, watu wetu watakaa hapa kwa muda wa mwezi. Lakini la pili, ndani ya mwezi tutawapa elimu na kubaini kiasi cha kodi kilichokwepwa na watalipa kile kiasi pamoja na riba na pena. Lakini itoe wito kwa viwanda vingine TRA ipo kwa ajili ya kuwa facilitate kuwaendelea na biashara zao, lakini kama watatumia mbinu ambazo zitakwepesha kodi, sisi tunazifahamu na uh, idara zetu za uchunguzi zitawafikia na tutabaini kilichokwepwa na watapaswa walipe, na mbaya zaidi watalipa pamoja na interest na penalty. Kwa kwahiyo tutaendelea kutoa elimu kwao kwamba katika vitu ambavyo hawawezi kukwepa ni kodi, wataahirisha tu, lakini baada ya muda itajulikana na watalipa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo ni bora wao waendelee kucomply. Na wale Dolin wana store kubwa sana Kariakoo, na bidhaa zao zinauzwa nchi nzima na hawa pia, lakini production zao mauzo yao na kodi wanazolipa ni ndogo sana na taarifa zetu za mwanzo zinaonyesha kuna kiasi kikubwa cha kodi ambacho wanapaswa kulipa. Nawashukuru sana.